33, msari ule, wa, wa kumi, msari ule wa kumi mpaka msari ule wa kumi na sita msome kwa haraka haraka Sisi ni walinzi. Ndiyo. Na wewe mwanadamu, sema na nyumba ya Israeli, sema na nyumba ya Israeli, nyinyi mwasema hivi Kwamba makosa yetu na dhambi zetu ni juu yetu, hmm. Nasi tumedhoofika katika dhambi hizo, basi tungewezaje kuwa hai? Hmm. Waambie kama mimi ni, ni hey, niishivyo. Sikiliza kwanza hapa. Anasema hao wenye dhambi, kutokana na dhambi ambazo wanazifanya, imefika mahali wamekata tamaa, wametoa mimba kwa wingi wake, wengine wameua wengine wameloka, wengine wameharibu maisha ya watu, wengine wametapeli, wengine wamekuwa ni watu wabaya sana. Imefika mahali mtu anajikatia tamaa kwamba kwa dhambi zangu nilizozifanya hizi siwezi kusamehewa, Mungu hawezi kunikubali kubali. Lakini anasema, Mungu anamwambia huyu mtu aliyekata tamaa huyu ambaye amejikatia tamaa, amejikataa tama: wewe ambaye ni mtu wangu, wewe ambaye ni mtumishi, mtu wangu nenda useme naye, amen, kwamba bado liko tumaini, bado yuko Mungu mwenye rehema, bado yuko Mungu anayesamehe, bado yuko Mungu mwenye huruma, bado yuko Mungu ambaye hahesabii uovu wako, unapokwenda mbele zake kwa unyenyekevu na kutubu dhambi zako. Kwa kumzaa kuziacha, ni kazi ya kila mtu aliyokoka. Endelea kusoma Waambie mm, kama mimi niishivyo, wasema Bwana Mungu, sifurahii kufa kwake mtu mwovu, bali agairi mtu mwovu mm, na kuiacha njia yake mbaya mm, akaishi mm. Gairini, gairini, mkaache mm, njia zenu mbaya mbona mnataka kufa mm, enyi nyumba ya Israeli mm? Na wewe mwanadamu, waambie wanawa, wana watu, wana wa watu wako, haki yake mwenye haki nitamwokoa mm katika siku ya kukosa kwake, na kwa habari ya uovu wake mtu mwovu, ataanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapogairi na kuacha uovu wake, wala yeye aliye mwenye haki hataweza kuishi kwa haki yake siku ile atakapotenda dhambi. Nimwambiapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi, kama akitumaini haki yake akatenda uovu basi katika matendo yake ya haki hata mojawapo halitakumbukwa, bali katika uovu wake aliyoutenda atakufa katika uovu huo. Tena nimwambiapo mtu mwovu, hakika utakufa. Kama akighairi na kuiacha dhambi yake na kutenda yaliyo halali na haki, kama mtu mwovu akirudisha rehani, na kumrudishia mtu mali yake aliyomnyang'anya akizifuata sheria za uzima, asitende uovu wowote, hakika ataishi, hata kufa katika dhambi zake zote alizozitenda, hata mojawapo haitakungukwa juu yake. Ametenda yaliyo hali, ametenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi Amen. Amen. Kwa Mungu Nenda uambie wasikate tamaa, hakuna mtu yeyote ambaye ameokolewa sisi hapa ambaye alikuwa ni mbaya kama Sauli amen, amen. Sauli aliua watakatifu wa Mungu, aliharibu kanisa, alivuruga ali, ali anisa, alitamani Ukristo siwepo kabisa, asema mtu yeyote ambaye anahubiri habari za Yesu, asema mtu yeyote ambaye anahubiri habari za kuvuga kwa Yesu, kwamba Yesu anakomboa Yesu anaponya, alikuwa anaua lakini Mungu hakuangalia uovu wake, akamhurumia akamwita Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Amen, Amen, Amen. Sauli mara moja toba ikaingia ndani mwake, akamwambia huyu nani, ee Bwana, naye kuudhi nayeuhi, ni mimi Bwana, unaniharibu kanisa, akamsamehe aliyo msamehe akamfanya kwa mtumishi wa nani? Akamfanya kwa mtumishi wa nani? Na aliyekuwa mtumishi wa Mungu akaendelea kuhubiri habari njema za Yesu, hiyo Amen. Amen. Mungu haangalii wote, na hii kazi yote ni ya mimi na wewe kwenda kuwapa matumaini watu waliovunjika moyo, waliokata tamaa, ndiyo maana hatupasi kuwa hukumu watu kwa dhambi zao amen. hatupasi kuwa hukumu kwa, kwa sababu ya uovu wao mkubwa. Wewe uko hivi, huwezi ukamwona Mungu We, sawa kwa matendo kwa dhambi anayozifanya hawezi kumwona Mungu, lakini lazima tumwambie kwa pamoja na hayo anayo yafanya liko tumaini, ndio maana nimetumwa nikuambie. Amen, amen.